Yes, siku kadhaa nyuma tulikuekea taarifa ya kuhusiana na kapu ambayo ilikuwa ikitrend sana mitandaoni ya Harmonize CEO wa lebo ya Konde Gang Worldwide pamoja na mwanadada mrembo Kajala Frida kurudiana na hatimaye uh, kuonekana Harmonize kurudisha picha na video ambazo waliwahi kuzipost kupitia official account yake ya Instagram kama ishara ya kuonesha wawili hawa tayari wako sawa na wamerudiana na kurudisha mapenzi yao kama awali, licha ya kupitia changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipitia na kila mmoja ku move on katika namna yake ya kipekee. So baada ya kuonesha dalili hizo, Uh, walimwengu, bwana wakafahamu ama wakahisi kwamba ni rasmi sasa Harmonize amerudisha, uh, mama mjengo nyumbani. Na baada ya muda tuliona pia Harmonize aliposti, uh, sehemu maalum kwa ajili ya gym, kati yake yeye na mwanadada Kajala Frida ili waweze kufanya mazoezi, kama wanafahamu kwamba Kajala na, na Harmonize ni watu ambao wamekuwa wakipenda sana kufanya mazoezi gym kwa pamoja, kutokana na wote kuna passion ya mazoezi. Sasa baada ya masaa kadhaa kurudisha picha na video zile ambazo Harmonize ameziposti bwana, tunaambiwa kumbe mwanadada Kajala alipanic bwana, na akamtaka Harmonize aweze kufuta picha zote na video zote ambazo zinawaonyesha wawili hao wako pamoja. Ikumbukwe siku kadhaa nyuma kulikuwa na birthday party ya mtoto wa Mario na aa, Paula wa Kajala ambaye anafahamika kama Amara, na katika sherehe hiyo pia Harmonize alialikwa. So baada ya kwenda tuliona ukaribu uh, kati ya Harmonize na Kajala ukiwa umerudi, lakini pia Kajala tukamuona akiwa na na vibe sana na Harmonize akiwa anaonyesha uh, kama kurudisha upendo, and then baadaye Harmonize baada ya kurudisha zile post zote ambazo yuko na Kajala tukaamini kwamba 100% wale hawa wameweza kurudiana. So tunaambiwa na mtu wa karibu bwana kwamba Harmonize ametakiwa afute picha zote na video zote ambazo yuko yeye pamoja na Kajala, lakini Harmonize amebisha bwana, na ukiingia sasa hivi kupitia katika official account yake ya Instagram Harmonize bado utazifuta hizi picha moja na video zote ambazo yuko na Kajala, lakini pia tumeona uh, posti zingine akiwa na posti kupitia Insta story akionyesha uh, kuthamini uwepo wa Kajala Frida karibu yake, lakini pia inaonyesha ni kama dalili za kurudiana sasa. Swali linakuja, kama wamerudiana kweli, ni kwa nini Kajala amemind Harmonize kupost zile picha ambazo wako pamoja, ili hali wawili hawa tayari wamerudisha mahusiano yao a kama awali na ta, natazamia pengine kuona picha mpya na video mpya wakiwa pamoja. Sasa kwa nini Kajala amemwambia Harmonize afute picha hizo? Ni kwamba Uh, kwa mujibu wa huyu mtu ambaye ametupenyezea hapa za chinaei anasema kwamba uh, kweli wawili uh, hawa wamerudisha mahusiano yao kama awali, lakini Kajala, kutokana na mambo mengi ambayo alishawahi kuyazungumza katika media tofauti tofauti, ametaka uh, penzi hili liwe kama la siri, lisitangazwe hadharani hadi hapo uh, siku za baadaye kabisa, pengine ndio inawezekana ikarudi kuwa Harmonize aweze kufuta picha na posti zote ambazo pamoja kwa lengo tu la kulinda heshima yake, lakini pia kutowaonesha watu kama penzi hilo limerudi. Uh, unahisi ni kweli, uh, Kajala na Harmonize wamerudiana ama pengine ni trending story tu mtandaoni? Hakikisha una subscribe, hakikisha una drop comment, lakini pia una share video zetu.